Wakati wanakijiji hawa wapya wakiwa bize kuanza kujenga nyumba zao, ofisi yetu nayo ilikuwa bize kudizaini nyumba za kisasa zitakazojengwa katika hilo jiji linalotarajiwa kujengwa kutokana na nguvu za uzalishaji kupitia vijana hawa. Kazi rahisi sana kupata dizaini tofauti na nyumba zilizozoeleka na wengi. Awali wazo lilikuwa ni kudizaini nyumba ambazo paa lingeonekana, lakini baada ya michoro kadhaa tukafikiria kuja na dizaini ya nyumba ambazo paa lake halionekani. Aina hii ya mjengo paa linakuwa ni moja tu na maji ya mvua yanashikia kwa nyuma, ambako kunawekwa kingo za kuyasafirisha maji hayo mpaka kwenye tenki maalum, ikiwa ni kama sehemu ya uvunaji wa maji ya mvua kutokana na uhaba wa maji ulioko Tabora. Nyumba hizi ni zenye sebule kubwa, jiko, store na vyumba vitatu, master bedroom moja na vyumba viwili vinavyoshare bafu na choo. Upande wa mitaa ya jiji hili linalotarajiwa kujengwa mifumo yote ya kisasa kama vile barabara nzuri, taa za barabarani na vitu vingine muhimu sana, vinatarajiwa kuwekwa.

Walipomaliza kujenga makazi yao ya muda, wakaonyeshwa msitu waliotakiwa kuufyeka na kujenga nyumba zao za udongo na nyasi, huku wakisimamiwa kwa maelekezo maalum. Mfadhili mkuu wa mradi huu ni halmashauri ya wilaya Sikonge, ambayo imetenga pesa kutokana na makato ya wakulima wa tumbaku wa wilaya hii. Watekelezaji wa mradi huu ni taasisi ya Inawezekana Foundation na kazi ya kukuletea vipindi hivi inafanywa na kampuni ya KP Media.

Vijana mia moja wamefikishwa porini, wakapewa mahema wayatumie kwa wiki moja tu, wakati wanajenga nyumba zao za udongo na nyasi. Lengo ni kuzalisha kwa sana, ili baada ya mwaka mmoja waondoke hapa kijijini, wahamie katika eneo jipya linalotarajiwa kujengwa, jiji litakalokuwa na kila aina ya huduma inayopatikana katika miji mikubwa duniani. Jiji hili litajulikana kama Tulu Green City. Neno Tulu limetokana na herufi za mwanzo za majina ya vijiji viwili Tumbili na Lufuisi vilivyoko Wilaya ya Sikonge. Vijiji hivi ndivyo vilivyotoa eneo hili ambalo tumeanza maisha mapya tukiwa na lengo la kuchapa kazi, kuzalisha na hatimaye tuuze ili tupate kipato kwa ajili ya kuanzisha hilo jiji ambalo tunatarajia kujenga nyumba bora, viwanda, mashule hospitali, uwanja wa ndege na huduma nyingine muhimu zitakazotuwezesha kujitegemea na ikiwezekana kuanza kuchangia katika pato la taifa kupitia kodi za bidhaa zetu kama saruji, vigae, mazao ya nyuki, mafuta ya alizeti, fenicha na kadhalika. Kwa jina naitwa Musi Francis, natokea wilaya ya Sikonge, kata ya Mishene, nimekuja kujiunga na kijiji cha mfano kwa ajili ya kujiendeleza na mambo mengi, kuchukua mafunzo pia, kupata uwezo wa kuweza kujikimu kimaisha. Kwa sababu huku nimekuja, alafu nimekutana na vitu vingi sana, najifunza kupitia wenzangu, najifunza kupitia wakufunzi, kina babu Masudi, wanakuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Kwa hiyo mimi najisikia faraja kubwa kwa sababu ni kama bahati kwangu, naweza nikasema hivyo. Wamenitoa sehemu ambayo iko sio nzuri, mtaani. Kuna mambo mengi sana, pengine ningesingiziwa hata nimeiba, nimebaka, lakini leo hii nipo huko, umeona. Kwa hiyo najisikia faraja kubwa sana, alafu lengo kubwa ni kwenda kwenye jiji la mfano, sehemu ambayo itakuwa ni sehemu ya kujinafasi, kujiachia, mambo mengi sana takwenda kuyafanya kule. Kota la langu mimi ni kuwa mtu fulani katika dunia, kwa sababu nataka nifahamike dunia nzima, na hapa pia nimekuja ukuza vipaji, kwa sababu huku vipaji vingi ambavyo vinainuliwa, maona ikiwepo muziki, vitu vingi, ngoma, yaani vipaji vyote ambavyo vina nani wanaofahamu wananchi wa Tanzania huku vinapatikana na vinakuzwa. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa hilo. Kwa jina naitwa Saifu Muhamed Salum Saidi, ni mzaliwa wa wilaya ya Tutuo, ipo katika ipo Sikonge. Imejiunga katika kwa madhumuni ya kujiendeleza na vitu vingi ambavyo tuliahidiwa kwamba vitakuwepo, na ni kama ndoto wetu ambayo mpaka sasa hivi tunategemea ikiwa ni pamoja na mafunzo karakana, ujenzi kama huu, nyumba hizi tunajenga kwa mikono yetu, ambapo mimi toka nizaliwe sijawahi kujenga nyumba kama hii, lakini kwa sasa hivi na mudu kujenga, naweza kukata fito, kusuka vitu vingi. Tumeidiwa ikiwemo pamoja na mifugo, kilimo, ufundi, muziki, ngoma za asili, vitu vingi, fani nyingi zinapatikana ya kwetu sisi ni kujiendeleza vijana. Tunajitoa katika majanga mabaya mtaani, ikiwemo ni madawa ya kulevya, kupenda madisko na vitu kadhaa vya anasa. Ndio maana tuko hapa kwenye hii kambi, tunaendeleza kila kitu. Changamoto tunazozipata, changamoto ni kubwa, tunakutana na majoka aina mbalimbali maporini, lakini tunajitahidi kukomaa mpaka kuhakikisha tunapata jiji letu na mfano o. Tunategemea kuwa na nyumba za washiriki mia moja kuwa na mashamba makubwa ya mpunga mlima, kila kitu, kwa sababu na trekta tunayo, tuna uwezo wa kulima na kujimudu kimaisha na kuwa na maisha yetu. Hicho ndicho kitu kimetufanya tukusanyike hapa kwenye hichi kijiji cha mfano. <coughs> Nafikiri mambo mengine hatujaanza, lakini huu ndio mwanzo wa kwanza kujenga hizi nyumba zetu za awali, alafu kuna nyumba zingine ambazo za kudumu ambazo tutakokaa, tumeishi sisi na tunaahidiwa kwamba inawezekana kama Mungu atajaria mpaka kuwezeshwa tutawezeshwa. Kwa hiyo nimejitahidi kusahau maisha ya mjini, nishazoea maisha ya kijijini, nishazoea kula dagaa. Najua nilizoea kula chapati lakini sasa hivi nakomaa kula dagaa. Napenda sana maisha hapa. Naombaa e, mimi naitwa Edward Lucas Majamoto, nimefika tarehe 12 mwezi wa 4. Na sasa hivi nipo huku tunajifunza mambo mengi. Tumefika tukajifunza shughuli ya kujenga mahema na tumeshafahamu tume, tume sasa tupo kwenye zoezi la kujenga nyumba. Kwao napenda kuwatangazia au wa kuwaeleza wananchi wa wote wanaotuangalia kwamba tunajifunza kazi nzuri na mapenzi mazuri yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Maona. Kitu kingine ki sana napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha hapa salama na kuonana na na babu na ambaye tunaye paka katika hii kazi. Sina mengi sana, naomba wote ambao wa mashikaji wangu na rafiki zangu wanipe big up sana. Atausi msa nimetoka wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora kata ya Tutuo. Tumefika hapa tarehe kumi na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili kumi na tatu. Tumefika tukaanza tukajenga mahema, na kwa hivi sasa tunatengeneza sehemu ya kuishi ambayo ni nyumba. Pia tumejifunza mambo mengi ambayo tukuwa tuyafahamu. Kwanza mimi kama mimi Tawusi nilikuwa sifahamu kujenga nyumba, no, no, no. Na kwa hivi sasa ninaweza kujenga nyumba, pia bado tunaendelea kujifunza changamoto mbalimbali zilizopo katika mazingira haya no, no, no, no. changamoto zingine ambazo nitakazo zipata kwa wakati ujao <coughs> nimeweza kujifunza nimeweza kujifunza kujenga nyumba na kazi nyingine baadhi ambazo nategemea kujifunza wakati paka. Hivi saizi nimependeza sana na hali ya huku na ninafurahi sana kuishi huku. Kwa hiyo mambo yote zile chachu za kijijini zote tumeachana nazo, tumeweza kufuata maelekezo ya jinsi walivyotufundisha viongozi wetu. Kwa hiyo nimeshukuru sana sana. Kwa jina anaitwa Lemi Arseni Emmanuel. Nimetokea wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora kata ya Kiroli kijiji cha Majojoro. Nimefika hapa tarehe kumi na mbili mwezi wa nne, 2013. Kwa kweli tulipofika hapa tulianza kujifunza kazi ndogo ndogo, kavi kujenga mahema. Na kwa, kwa kweli tulishafahamu sasa hivi tupo kwenye ujenzi wa nyumba. Nyumba hizo ni za miti. Kwa kweli tukatuwezi watu wengine kujenga nyumba, lakini mpaka sasa hivi hata unipe nyumba na jenga mimi mwenyewe. Kwa kitu kama hicho, napenda kuambia vijana wenzangu ambao wako mitaani kwamba utajiri tumeukalia sisi wenyewe, eh, kwa hiyo wasisubiri kwamba kwa jua serikalini, kwa mambo nayo yaona huku hii hali siyo, kanyaga ndio utajiri wetu kwao, tujishughulishe, tuache kusukuma mapulu kamari, hebu tuachane nazo tufate mambo Eh, utajiri tunao sisi wenyewe ndio hayo. Anthony Anderson natokea Chabuto wilaya Sikonge, mimi nimeripoti hapa katika kijiji cha mfano Lufuisi tarehe kumi na sita. Changamoto ambazo nimekutana nazo sio ngumu sana, ni nzuri. Nifika hapa, malengo yangu ni kujiendeleza kipaji changu na pia kuendeleza kutafuta nani maisha ili niweze kujitegemea mimi kama mimi. Nawaambia vijana wenzangu huwa kule mita... upu... waliko wajitahidi kufanya mambo mam mazuri ili wajikwamue kiuchumi. Jina naitwa Emmanuel John Royce, nimefika hapa tarehe kumi na sita na nimefurahi sana maisha ya kijijini, kwa sababu kila siku najifunza vitu vipya vingi nilikuwa sifahamu. Naishi na ndugu na marafiki, tunajenga tunafanya kazi kama hizi kujenga mbalimbali Kikweli najifunza sana, lakini lengo langu kubwa ni kuendelea kujifunza stadi za maisha na kutengeneza maisha yangu pia kidunia kwa baadaye. Na hao waliopo mtano, nawashauri kwamba kikweli tunaweza ila tukijitambua tutafika mbali sana. E, na nafurahi kuwa kuona mambo kama haya ni kwa sijawahi kuyaona. E, nimekuja kujifunza maisha kama haya tofauti na vijana wengine waliopo kijijini wanazurura tu bila kazi yoyote. Wana, wanakaa na sumu kichwani wangekuwa wanajua wangekuja kutolewa sumu. Utaratibu ulioko sasa duniani ni kwa kila binadamu anayezaliwa kuambukizwa virusi vibaya vinavyoiharibu dunia iliyojaa kila aina ya neema kuanzia maji ardhini, maji baharini, kwenye maziwa na kwenye mito, wanyama, mimea na matunda, wanyama na vinyama vilivyoko majini, bila ya kusahau madini ya aina mbalimbali yaliyoko ardhini. Natokea mibono imara mpaka na nimekuja kwenye kijiji cha mfano, jiji la mfano, nipo hapo kwenye jiji la mfano eh. Natokea kata ya Mole, nipo pale kijiji cha Blokofan. Mimi kama mimi najisikia faraja sana kuishi hapa kwenye kijiji cha mfano kwa sababu yani, ukiwa hapa utajifunza mambo mengi. Kwanza nilikuwa sijui kujenga nyumba, leo hii nimefahamu kwao, najisikia vizuri sana, na bado mambo mengi nitayajua nikiwa kwenye hiki kijiji cha mfano kwao. Nashukuru sana, nashukuru sana, nimefahamu mambo mengi na bado nitaendelea kujifunza mengi. Agrey Samuel Katundu, nimetokea Sikonge hata katamisheni. Nimekuja tangu tumefika hapa, sasa hivi tuna siku kama kumi. Ukilinganisha neema zilizoko duniani na idadi ya watu bilioni saba, bado binadamu hana jeuri ya kumaliza hata nusu tu ya neema hizo. Tumeamua kuanzisha taifa jipya litakalokuwa na kazi ya kuambukiza tabia njema itakayoifanya dunia iwe ni pahala pazuri kwa kila mmoja wetu. Mtazamaji, tunajua kabisa kwamba huamini, lakini sisi tunaamini inawezekana. Inawezekana ngeweza kukusanyika wote ni wakaletwa hapa, lakini sasa yani imeamua kufanyike utaratibu, sio rahisi kuachukua watu kwa pamoja, lakini sasa sisi tutakuwa ni, ni wachache, tutakuwa pia ni misomo kwao, ni kama vile waanzilishi. Kwa hiyo tupo hapa kwa lengo la kufanya kazi na tujifunisha mambo mengi sana, tutafanya kazi nyingi sana kwa kushirikiana